Mimi ni kaka yangu mimi, si ni role model wangu mimi, ndio hmm, e, msichokijua mimi ndio nakuwa uh... msimamizi wa harusi yako na, na, na moja kati ya swali ambalo pia inas nakumbuka, last time nilifanya interview na wewe nikakuuliza kuhusiana na labda pengine usha msikia sikia hata siku moja Whozu akizungumzia zungumzie bana ndoa bana mwakani ama nini. Sasa hivi anafanya mafundisho ya anafanya madrasa, kwa hiyo uh, very soon ndugu yangu ataslim uh, inshalah uh, atamfuata njia ile bora na yeah. Baada ya hapo tutapeleka posa na posa yetu ikikubaliwa, tunataka ndugu yetu asiingie tu kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa, lakini aingie awe bora pia katika eneo hilo la Uislamu, aweze kuwaleta watu wengine katika Uislamu kwa sababu na, na alikuwa labda apende lizungumzia, lakini mimi wacha <laughs> niliweke wazi kwa sababu naona anapata tabu sana kuulizwa kuhusiana na ndoa na kila kitu swala. So, linalochelewesha ndugu yetu bado inabidi ajifunze imani yake hii mpya atakaoenda kuingia, na baada ya hapo Tutakamilisha swala la harusi na sidhani kama kuna harusi itakuwa kubwa kama harusi ya Whozu na Wema, wow. Mimi nakwambia kwa sababu wakati mimi nafunga ndoa nilikuwa na mchoro wa namna harusi yangu iwe, lakini kwa bahati mbaya wakati ule budget zilikuwa, sasa hivi nguvu tunayo, tutatumia mchoro ule ule na tutaongeza vitu vipya, na uzuri, nimeshiriki pia kwenye harusi ya Jux na harusi zingine zote kubwa zilizotokea. Kwa kwa hiyo najua namna gani tutafanya harusi ya Walelo John Whozu Walid, mume wa Wema harusi